Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun, mkitolewa na sisi, lazima tutatoka pamoja nanyi, wala hatumtamtii yoyote kabisa kabisa, wala tutamtii yoyote kabisa dhidi yenu, na mkipigwa vita lazima tutakusaidieni na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa hakika hao bila shaka ni waongo. la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in kutilu la yansurunhum wa la in nasaruhum la yawallunna al adbara thumma la, la, la yansurun pindi wakitolewa hawatatoka pamoja nao na wakipigwa vita hawatawasaidia, na kama wakiwasaidia, basi watageuza migongo kisha hawatanusuriwa. la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la la yafqahun. Hakika nyinyi ni tisho zaidi katika vifua vyao kuliko Allah. Hayo ni kwa kuwa hao ni watu wasiofahamu kitu. la yuqatilunakum jamian illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judub ba'sun bainahum shadid awatapigana nanyi kwa mkusanyiko isipokuwa katika vijiji vilivyozatitiwa kwa ngome au nyuma ya kuta wao kwa wao, vita vyao ni vikali. tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqinun, utawadhania kuwa wako pamoja, kumbe nyoyo zao ni mbali mbali. Hayo ni kwa kuwa wao ni watu wasio na akili. kama thalil ladhina min qablihim qariban qariban

watilka lamthal nadribuha linnas lallahum yatafakkarun lau kuwa tumeiteremsha hii qurani juu ya mlima basi bila shaka ungeliuona ukinyenyekea ukipasuka kwa hofu ya allah na hiyo mifano tunawapigia watu ili wafikiri yeye ndiye Allah ambaye hapana mola isipokuwa yeye tu, mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana. Yeye ndiye mwingi wa rehema mwenye kurehemu.

mfalme mtukufu, mwenye salama, mtoaji wa amani, mwenye kuyaendesha mwenyewe mambo yake, mwenye nguvu, anayefanya analolitaka, mkubwa. Ametakasika Allah na hayo wanayomshirikisha nayo. Huwallahu alkhaliqul bari'ul musawwir lahu alasmaul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wa huwal azizul hakim, yeye ndiye Allah muumbaji, mtengenezaji, mtia sura, mwenye majina mazuri kabisa. Kila kilichopo katika mbingu na ardhi kinamtakasa yeye, naye ni mwenye kushinda, mwenye hikma.

min alhaq. Enyi mlioamini msiwafanye adui zangu na adui zenu wa ndani mnaowamwagia upendo na ilhali wao kwa hakika wameikufuru haki iliyokujieni. yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tuminu billahi rabbikum. An tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati, wanamtoa Mtume na pia wanakutoeni nyinyi, msimwamini Allah mola wenu mlezi, ikiwa nyinyi kweli mmetoka kwa ajili ya jihadi katika njia yangu na kutafuta radhi zangu.

Hivi mnafanya nao urafiki kwa siri, na ilhali mimi nayajua sana mnayoyaficha na mnayodhihirisha. Na yeyote mwenye kufanya hayo kati yenu, basi kwa hakika kabisa amepotea njia ya sawa wayabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bissui wa waddu law takfurun, makafiri wakikutana nanyi na wakapata nafasi na mamlaka ya kuwa juu yenu na kukushindeni, wanakuwa maadui wenu na wanakunyosheni mikono yao na ndimi zao kwa uovu.

Hakika nyinyi mna mfano mzuri wa kuiga kwa Mtume Ibrahimu na wale waliokuwa pamoja naye, wakati walipowaambia watu wao kwamba hakika sisi ni wenye kujitenga nanyi na pia ni wenye kujitenga na hao miungu masanamu mnaowaabudu badala ya Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bawdau

isipokuwa kauli Ibrahim ya Ibrahimu ya kumwambia baba yake kwamba hakika nitakuombea msamaha, wa ma amliku laka min Allahi min shay'a. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir, na similiki chochote kwa Allah kwa ajili yako, ewe Mola wetu tumekutegemea wewe tu na tumetubu kwako tu na kwako tu ndiyo marejeo ya wote. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim e, hey Mola wetu usitujalie kuwa mtihani kwa wale waliokufuru wali

Kwa yakini imekuwa kwenu kigezo kizuri katika mwenendo wao, kwa mwenye kumtaraji Allah na siku ya mwisho. Na mwenye kugeuka, basi hakika Allah ni mwenye kujitosha, msifiwa.